Habari zenu kiujumla, wachezaji, wazazi na makocha wenzangu. Uh, nichukue fursa hii kuwashukuru kwa spoti uh, yenu kubwa sana kuhusiana na video yetu ya kwanza. Nawashukuru washukuru sana, sana, sana, na naomba pia na hii ya pili munisaidie hivyo hivyo, tuispoti ifike sehemu ambayo itasaidia. Okay, ni nikirudi kwenye mada yetu uh, first video tulifanya na tulizungumzia kuhusiana na maisha baada ya mpira ambao tulitoa vipengele vitatu. Kuna kipengele cha kwanza ambacho kinazungumzia umri, kipengele cha pili tukazungumzia bahati, na kipengele cha tatu tukazungumzia uh, kuumia. Kwa hiyo leo na stick kwenye pointi moja tu, nitazungumzia kwenye umri, na hapa nitapenda wachezaji wengi sana uh, hasa nyinyi vijana ambao mnaenda kukua na mnataka maisha mazuri kutokana na mpira, lakini ijulikane kabisa kwamba mpira wa mchezaji hauwezi kuchukua zaidi ya miaka ishirini. Kwa hiyo baada ya mpira lazima huwa umejiwekeza na kujiwekeza kwako, tunarudi kule kule, ni kwenye swala la elimu. um, okay. Leo nataka nizungumzie baadhi ya wachezaji ambao, uh, wamecheza mpira kwa kiwango kizuri zaidi, na baada ya kustaafu mpira wakaendeleza maisha yao. Nafikiri mtakuwa mmenielewa. Yani kuna wachezaji ambao walikuwa na wachezaji wazuri wakubwa wamecheza mpira kwa kwa professional kabisa na baadaye wameendeleza maisha yao baada ya kustafu mpira, kutokana na na elimu. Na leo moja kwa moja niwapeleke kwa mchezaji mmoja ambaye sasa hivi ni sasa hivi ni kocha, ana heshima kubwa sana. Mchezaji huyu si mwingine, ni huyu hapo, huyu eh, huyu bwana huyu anaitwa Vincent Kompany eh, kocha wa Bayern Munich sasa hivi huyu jamaa alianza kucheza mpira elfu mbili na, na tatu mpaka elfu mbili na kumi na tisa ukipiga total yake unaweza kuta amecheza almost ni miaka kumi na sita tu kwa hiyo unaona umri wa kucheza mpira ni huo huo hauzidi miaka ishirini haya sasa tukija kwenye upande wake wa elimu huyu jamaa yuko vizuri sana huyu jamaa ana masta ya business administration ni mfanyabiashara pia ni mwalimu wa uongozi kwa hiyo huyu tunayemzungumzia hapa ni nani ni Vincent Company huyu jamaa huyu Vincent Company jamani, yuko vizuri sana. Kwa hiyo vijana wangu ambao mnachipukia kwenye mpira, mjue kuna watu ambao baada mpira ya mpira wameendeleza maisha yao na wako vizuri kwenye maisha. Okay, tukienda mtu wa pili, tunamzungumzia jamaa mmoja, mtaalamu sana wa mpira, mimi huwa namuita fundi. Huyu si mwingine namwambia huyu na namwita huyu, jamani, Juan Mata, wenyewe wanamuita Juan Mata. huyu jamaa amecheza Manchester, amecheza Chelsea ni mchezaji mkubwa sana Spain. Huyu jamaa ameanza kucheza mpira mwaka elfu mbili na sita mpaka elfu mbili na ishirini na tano yaani mpaka sasa hivi anacheza bado mpira, lakini sio ule mpira wa kiwango kikubwa sana. Na huyu jamaa mzuri sana kwenye masuala ya elimu na maisha yake yanaendelea. Huyu jamaa ana shahada ya sports, uh, sports science, ana shahada ya marketing pia ilimu, ana miradi ya elimu, ana NGO zake na ana biashara zake. Kwa hiyo hapo mnaona kabisa, vijana wangu, ni mtu wa pili huyu, na vijana wengi nafikiri huyu mtakuwa mnamjua. Juan Mata ni mtu gani? Ni mchezaji mmoja mzuri sana, kwa hiyo bado na uzuri wa uchezaji wake, lakini bado alikuwa anafanya masuala ya elimu na yuko mbali pia kielimu. Asanteni sana, naomba msisahau kusubscribe, kulike, share na kucomment, okay hapo tunaenda sasa kwenye mtu wa tatu huyu jamaa mtaliana bwana huyu huyu anaitwa Giorgio Chiellini na amjua wenyewe jamaa jamaa la juve beki moja hatari sana huyu jamaa amecheza mpira almost miaka ishirini amecheza mpira elfu mbili mpaka kwenye elfu mbili na ishirini na moja ishirini na mbili ishirini na tatu ndo amestaafu mpira na huyu alikuwa captain wa italy captain wa juve na pia kuna mwaka elfu mbili na ishirini ya elfu mbili na ishirini elfu mbili na ishirini wamechukua kombe la Ulaya timu ya Italia akiwa ni captain. Na huyu jamaa tukija out of uh, mpira huyu jamaa ni naye pia ana master ya business administration, ana sports management, ana ni mfanyabiashara. Kwa hiyo mnaona tena, vijana wangu, wachezaji wa wangu, makocha wenzangu pamoja na wazazi, hivi vitu wenzetu wanavifanyia kazi, wanacheza mpira lakini wana masomo yao, wanasoma, wanafuatilia, wanasoma. Kwa hiyo naomba sana, na sisi tuwe hivyo tu, tuwasisitize vijana wafanye hivi vitu, wasome, wasiache elimu kwa sababu tu ana mafanikio kwenye mpira au anaona atafanikiwa kwenye mpira tu peke yake. Na mtu wa mwisho ambaye na zungu, nataka leo kumzungumzia na ni mtu ambaye namheshimu sana sana sana sana sana kwenye mpira Uh, si mtu mwingine, na huyu bahati nzuri hakuwa mchezaji na hata kama alicheza hakuwa professional sana, lakini huyu kwenye maswala ya ukocha namba namba, zile za juu kwenye ranki, huyu si mwingine ni Arsene Wenger. Arsene Wenger, wengi kama vile tunavyomkumbuka tunamjua, na vijana sasa hivi hawezi kumjua kwa ukaribu, labda wakianza kufuatilia fuatilia videos na nini. Huyu bwana ni kocha wa Arsenal, akiwa amefundisha almost miaka ishirini au ishirini na mbili 1996 mpaka 2018, huyu jamaa alikuwepo bado kwenye industry yetu ya nini, ya mpira, na lakini licha ya hivyo, yani huyu jamaa namkubali sana. Licha hivyo huyu jamaa ni mwanauchumi, yani ni msomi, ni mwanauchumi mzuri sana, tena ni mwanauchumi mkubwa, alafu amesoma tena sports science Alafu pia sasa hivi sasa hivi, ana, yani sasa hivi uh, FIFA ni mtu ambaye anazunguka mabara mengi sana. Na hata juzi kulikuwa kuna mashindano ya uh, World Cup za uh, youth under 17 na yeye ndo alikuepo kule na alikuwa nakagua vipaji, anaangalia vipaji. Kwa hiyo huyu ni mwalimu wa makocha pale FIFA. Kwa hiyo tukiangalia in deep kabisa, tunaona kabisa kwamba Arsene Wenger badala ya kuwa ni kocha lakini alikuwa na vitu tofauti ya mpira ambavyo umejiendeleza, maanake amesoma, ana elimu yake nzuri. Kwa hiyo kwa leo kwenye masuala swala la umri kwangu mimi nitaishia hapo, na kama kuna mwingine ana point zaidi, basi atanifuata inbox au atanileta kwenye comments, ili tutaendelea kujadili vizuri zaidi. Okay, hapa tutakuwa tumefikia mwisho kwenye kuwataja hawa wachezaji. Wapo wengi wengi wengi wengi Uh, lakini mimi napenda nizungumzie wale ambao wana mafanikio. Wale ambao hawana mafanikio si sitaki niwazungumzie, na pia ni wako wengi sana sana, na hususan bara letu la Afrika ndo wako wengi sana ambao wamecheza mpira vizuri, lakini wameshindwa kufanikisha baada ya kumaliza kucheza mpira uh, yote kwa yote, mm, nitaka niongee kitu kidogo tu hapa, sitaki watu wachukulie wa au sitaki vijana wetu wachezaji wetu watoto wetu ambao wanakuwa waanze kufuatilia majina. No, hicho mimi sicho cha muhimu ambacho nilikuwa nikikizungumzia leo. Nilichokuwa nikikizungumzia leo cha muhimu zaidi ni elimu, nilichokuwa nakizungumzia zaidi, yani, ni umuhimu wa elimu. Nafikiri hapo mtakuwa mmenielewa, yani muhimu wa elimu. Baada ya kuwa wewe umestaafu mpira, basi elimu yako wewe inaenda inakusaidia kabisa baadaye kabisa. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa watu wanajiendeleza kwenye maisha yao kwa sababu ya elimu ile. Uh, kichwa changu kabisa nilikuwa nasema leo, mpira ni kipaji, elimu ni msingi. Kwa hiyo ukikaa kulifikiria na kulichukulia unaweza ukaliona ni neno dogo sana, lakini li, li, li take deep kabisa. Mpira kipaji, okay, lakini elimu ni msingi. Kwa hiyo hapo itakuwa umenielewa. Na kijana wangu, mwanangu, rafiki yangu, besti yangu naomba ujitahidi sana kwenye hili swala la elimu. um, baada ya yote, nimshukuru na nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kila kitu, na nafikiri hili litakuwa somo zuri zaidi kwenu. Uh, niwashukuru sana sana sana kwa kuendelea kunisupport, kuendelea kuangalia video zangu, na hili ni darasa la bure yaani mm. mwenyewe kabisa najinasib na kusema hili ni darasa la bure bure, okay. uh, matumaini yangu makubwa ni kuona watu wamepata elimu wameelimika watoto wameelimika, sio watoto tu, wazazi, kwamba wanajipanga sasa kujua watoto nini wanatakiwa kukifanya. Makocha tunatakiwa tujipange, tujue nini tunawapa watoto wetu, wachezaji wetu. Pia na vijana wenyewe wanatakiwa wakieke kwenye kichwa chao kabisa kwamba okay, kuna maisha ambapo baada ya mpira yatakiwa maisha yaendelee. Watu wengi mtakuwa mna majukumu pia, ni tunasahau hicho kitu kwamba baadaye utakuwa na majukumu ambayo yanahitaji familia kuendelezwa mbele, familia, ndugu, nani wanahitaji na wawe utakuwa ndo kio chao. Kwa hiyo lazima elimu uifanyie kazi. Uh, baada ya yote niwashukuru asanteni sana sana sana, ila musisahau kusubscribe like, share na ni washukuru. Sina mengi zaidi, nashukuru sana. Kama kawaida, Saif Jamal Suleiman Alkindi, uh, almaruf Babzola. Thank you.